Wakili msomi na rais wa TLS Boniface Mwabukusi amejitokeza na kutoa neno lake mara baada ya mwanaharakati wa Kenya Boniface Mwangi aliyekuwa anadaiwa kushikiliwa na mamlaka za Tanzania kupatikana na kurudishwa nchini mwao Kenya. Wakili msomi Boniface Mwabukusi ameonyesha masikitiko yake kufuatia sakata hilo la mwanaharakati huyo wa Kenya Boniface Mwangi, na hiki ndicho alichokisema rais huyo wa TLS. Hebu sikiliza hapa, lakini kabla ya kumsikiliza wakili Mwabukusi, hebu tutazame kwa undani jinsi ambavyo Boniface Mwangi wa Kenya alivyoachiwa na kurudishwa nchini mwao Kenya. Mwanaharakati huyo wa Kenya Boniface Mwangi amerudishwa nchini kwake na kutelekezwa Ukunda, kaunti ya Kwale karibu na mpaka wa Tanzania mara baada ya kudaiwa kushikiliwa kwa siku kadhaa na mamlaka za Tanzania bila kufunguliwa mashtaka. Kwa mujibu wa taarifa kutoka ofisi ya waziri kiongozi na waziri wa mambo ya nje na masuala ya diaspora, Musalia Mudavadi Mwangi aliachiliwa kutokana na mashinikizo ya kidiplomasia na hasira ya umma huku Wakenya wakitishia kuandamana mbele ya ubalozi wa Tanzania jijini Nairobi. Nayo tume ya kitaifa ya haki za binadamu ya Kenya KNCHR imethibitisha kuwa imempokea rasmi mwanaharakati huyo na kwamba kwa sasa yupo salama na anaendelea vizuri kiafya. Hatua hiyo imekuja saa chache baada ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Kenya kutoa barua kwa serikali ya Tanzania ikitaka ufikiaji wa kidiplomasia kwa haraka au kuachiliwa kwa, kwa Mwangi ikieleza kuwa kuzuiwa kwake ni ukiukaji wa mkataba wa Vienna kuhusu mahusiano ya kidiplomasia. Katika barua hiyo ya Mei 21 mwaka huu wa 2025, Kenya ilionesha wasiwasi mkubwa juu ya afya, usalama na ustawi wa Mwangi kutokana na kukosekana kwa taarifa rasmi kuhusu hali yake alipokuwa akishikiliwa. Mwangi alidaiwa kushikiliwa mara baada ya kuwasili nchini humo kushuhudia kesi ya uhaini inayomkabili kiongozi wa upinzani Tundu Antipasilisu siku ya Jumatatu. Alikuwa sehemu ya kundi la wanaharakati na wanasheria kutoka nchi mbalimbali za Afrika Mashariki waliokwenda kuonesha mshikamano na Lisu, lakini wengi wao walizuiwa kuingia nchini mara baada ya kuwasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere na baadaye wakarudishwa Nairobi. Katika hotuba yake ya kitaifa siku hiyo, Rais wa Tanzania Dr Samia Suluhu Hassan. Alisema kwa msisitizo kuwa wanaharakati wa kigeni hawataruhusiwa kuingilia masuala ya ndani ya Tanzania. Ifuatavyo ndivyo ambavyo wakili msomi na rais wa TLS Boniface Mwabukusi alivyozungumza mara baada ya mwanaharakati huyo wa Kenya Boniface Mwangi kuachiliwa huru na kurudishwa nchini mwao. Wakili msomi anaandika hapa kupitia katika ukurasa wake rasmi kabisa wa X Twitter, anasema, namnukuu hapa. Anaandika kwa herufi kubwa ukatili uongo sio msingi na maadili katika utumishi wa umma hapa Tanzania. Kwa maandishi madogo, katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1977 kama ilivyorekebishwa. Moja, ibara ya 9a f na h kuhusu kila mmoja kutendewa kwa utu na kuzingatia msingi wa haki za binadamu wakati wote ambapo vyombo vya umma vitakuwa vikitekeleza wajibu wake, kutofanyiwa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 Tatu, ibara ya kumi na tatu sita a, haki ya kusikilizwa. Wakati haki na wajibu wa mtu yeyote vinahitaji kufanyiwa uamuzi wa kisheria, basi mtu huyo atakuwa na haki ya kupewa fursa ya kusikilizwa kwa ukamilifu. Nne, ibara ya kumi na tatu sita b, haki ya mahakama huru, haki ya kusikilizwa na chombo huru na kisichoegemea upande wowote. Moja, sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai CPA, sura 20 kifungu cha 32 hadi 36 kinazungumzia haki ya mtu anayekamatwa kutaarifiwa sababu za kukamatwa kwake na kupewa haki ya kuwasiliana na wakili. Kifungu cha 187 hadi 222 kinahakikisha taratibu za haki katika usikilizwaji wa kesi na utoaji wa hukumu. Hakuna kifungu kinachoruhusu kupigwa, kujeruhiwa au kuteswa kwa watuhumiwa. Mbili, sheria ya madai yani Civil Procedure Code, sura ya 33 inatoa taratibu za usikilizwaji wa mashauri ya madai kwa haki ikiwa ni pamoja na utoaji wa wito, ushahidi na maamuzi ya haki. Tatu, sheria ya uthibitisho wa ushahidi sura ya sita. Mikataba ya kimataifa na kikanda. Moja, Tanzania pia imeridhia mikataba ya kimataifa kama. Mbili, tamko la ulimwengu la haki za binadamu UDHR, kifungu cha 7 na kumi. Tatu, mkataba wa kimataifa wa haki za kiraia na kisiasa ICCPR, kifungu cha 14. Kwa mujibu wa Biblia na namna ambavyo taifa mwenyeji linatakiwa kuwatendea wageni: moja, Mambo ya Walawi 19:33 hadi 34, mgeni akaaye pamoja nanyi katika nchi yenu msimdhulumu. Mgeni akaaye pamoja nanyi atakuwa kwenu kama mzalia wenu, nawe umpende kama nafsi yako mwenyewe, kwa kuwa ninyi mlikuwa wageni katika nchi ya Misri. 2 Kutoka 22:21 usimuonee mgeni wala kumtesa, kwa kuwa ninyi pia mlikuwa wageni katika nchi ya Misri. tatu Waebrania 13:2 Msisahau kuonyesha ukarimu kwa wageni kwa kuwa kwa kufanya hivyo watu wengine wamewakaribisha malaika bila kujua. Nne, Warumi 12:13 Shirikianeni na watakatifu katika mahitaji yao, karibisheni wageni. Saba, Petro wa kwanza 4:9 Mkaribishane ninyi kwa ninyi bila manunguniko. Hivyo basi, iwe kwa mgeni au mwenyeji moja lazima haki na ulinzi wake anapotuhumiwa kwa jambo lolote viwe msingi usioepukika. Mbili, hata kama mtu sio raia wa Tanzania, sheria, katiba na msingi wetu wa kimaadili hautoe ruhusa mtu huyo kunyanyaswa na kutendewa kihalifu au kuadhibiwa, isipokuwa kwa kufuata katiba na sheria. Binafsi nimesikitishwa na kuumizwa sana na hali hii na shambulio hili inayoonyesha kukosekana kwa uwajibikaji utu na kulinda usalama wa raia. Ujiulize na mimi nijiulize, ili tuweze kuchukua hatua stahiki kukomesha ubazazi huu. Hayo ndio ambayo ameandika wakili msomi na rais wa TLS Boniface Mwabukusi kwenye ukurasa wake rasmi kabisa wa X Twitter kufuatia sakata la mwanaharakati wa Kenya Boniface Mwangi aliyekuwa anadaiwa kushikiliwa na mamlaka za Tanzania kuachiliwa huru na kurudishwa nchini mwao Kenya. Hii ndio imekuwa habari ambayo imetufikia katika meza yetu ya habari, nasi tunaisogeza kwako kwa ili kwa kusudi uweze kupata kujua na kufahamu ni kipi ambacho kinaendelea kufuatia sakata la mwanaharakati huyo Boniface Mwangi. Kuhusiana na habari hii, wewe ni upi mtazamo wako na ni yapi maoni yako? Shia mtazamo wako na maoni yako nasi hapo chini kwenye upande wa comment.